UG, Ugandawize. No big news ambayo sasa hivi niko nayo ni kuhusiana na msanii wa muziki wa Bongo Flava Chino Kid ambaye amefunguka. Yote hii ni mara tu baada ya Dogo Pattern ambaye amekuwa gunzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia ni funzo kwa baadhi ya watu wengi sana. Yote hii ni mara tu baada ya kuonekana kabisa na mafanikio makubwa hata pia baada ya kutoa eh, track yake pamoja na mwanadada Zuchu kutoka Wasafi. So kupitia kurasa yake ya Instagram, eh, Chino aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa eh, unasomeka hivi

Sasa, ndugu zangu wa Tanzania, kupitia hii story ya mdogo Pattern. Na nafikiri eh, tunakubaliana sasa kwamba hakuna uchawi eh, kwenye mafanikio wala freemason. Kila kitu ni wakati wa Mungu na subiri, hekima na upendo wa kweli, na haijalishi utakuwa bondeni kiasi gani, lakini Mungu akiamua kukunyanyua hata uwe umepanda baiskeli, eh, bana, utafika tu. Amini kwamba ni Chino ambaye aliweza kuandika maneno haya kupitia kurasa wake Instagram, na kuna baadhi ya watu wengi sana ambao eh, mashabiki wa Chino Kidd wamezidi kusupport ile ifo ambayo hata pia mdogo Pattern ameweza kuifanya, na Chino Kidd amekuja kudhihirisha tu tu kwamba kwamba kwamba huu ndio ukweli kwamba uhalisia, hakuna masuala mazima ya ya kiutaalamu zaidi ni ni wakati wa Mungu kisha kufikia wewe. Eh, unaondoka na na na unaenda mjini mjini. Hata vile Dogo Pattern ameweza kwenda mjini, amekuwa ni moja kati ya madogo ambao, oh, wameingia kwenye kwenye charts za trending this time around. Kukwe, kama mda wa burudani uko na mtazamo gani, make sure drop comment yako kwenye enjoy, comment yako hapo, unaweza mchizi kichizi Tanzania oa kat adogo